Sisi Kamati ya Nishati na Madini tumekuja hapa kutembelea jengo la, la Wizara ya Madini. Jengo hili limejengwa na shirika letu la National Housing NHC. Jengo linakaribia kukamilika na ni jengo zuri sana sana sana sana na limesimamiwa vizuri, na mheshimiwa waziri ametuambia kwamba mwezi wa tano tutakuwa tumeshakamilisha na kuna uwezekano wa kuhamia. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuipongeza serikali sana, hususan rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutenga shilingi bilioni mia tatu kwa ajili ya kujenga mji wa serikali, mji wa Magufuli. Kiasi hicho ni kikubwa sana na kimebadilisha mandhari, kimebadilisha mwonekano wa mji huu wa serikali. Tunaendelea kuiomba serikali ikamilishe vizuri ili wafanyakazi wetu waendelee kukaa katika mazingira mazuri kama ambavyo wengine wameshaanza. Tunawapongeza sana wizara kwa kusimamia jengo hili ambalo linakamilika vizuri na ni zuri, ili hatimaye wakihamia, basi wanatanzania waweze kupata huduma huduma kwenye wizara hizi kama inavyotegemewa. kwa kuwashukuru sana kamati ya Bunge ya Nishati na Madini kwa usimamizi wenu madhubuti na ushauri ambao mmekuwa mkiutoa, na pongezi ambazo mmezitoa katika kuhakikisha kwamba mradi huu unafanikiwa. Mwenyekiti, mlikuwa mstari wa mbele na mara zote mlikuwa wakali kwa serikali ili kuona jambo hili natimia, na haya ni mafanikio yenu pia kama kamati. Tarehe 30 tutakuwa tumekamilisha taratibu zote za uingizaji wa furniture katika jengo letu hili tarehe kumi mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano watumishi wote wa wizara. Tarehe kumi na tano mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano watumishi wote wa wizara wakiongozwa na mimi tutaanza kutoa huduma kupitia jengo hili. Kwa majina yanaitwa Injinia Peter Mwesabula, meneja miradi kutoka Shirika la Nyumba la Taifa. Kama unavyoona hapa tu katika mojawapo ya majengo nane ambayo Shirika la Nyumba la Taifa limepewa kuyajenga katika mji huu wa serikali. Hili jengo tulilopo hapa ni Wizara ya Madini ambao mpaka sasa hivi mradi umefikia asilimia tisini na mbili pointi nane na imebakia karibu asilimia saba kwa ujumla. Tunashukuru mshauri mshitiri wa wizara hii ambao ni Wizara ya Madini, ambapo amekuwa bega kwa bega na sisi kwa kutupatia pesa kwa wakati, na pia tunashukuru Ofisi ya Waziri Mkuu imekuwa kitua ushirikiano wa kutosha katika kufanikisha ukamilishaji wa mradi huu. Kwa ujumla, pia tunapenda kushukuru bodi na management ya Shirika la Nyumba la Taifa, kwa maana wamekuwa kila wakati wakija kukagua kwa, kwa kugua majengo haya, na kwa kweli kupitia ukaguzi wao wameweza kutotoa matatizo yote yaliyokuwa yakijitokeza katikati kufikia kwamba tunaweza kukamilisha majengo haya. kwa, kwa hiyo tunaamini kama tulivyokubaliana na mshauri elekezi ambao ni ukala wa majengo na mshtiri, tutaweza kukamilisha kazi zote zilizobaki ndani ya mkataba.